Sasa juzi, naona kiongozi anasema ati hii kura ijayo tusipofanya vizuri, ile 2007 itakuwa kama Christmas party. Hata ukiwa na queue ya aina gani ya uongozi, hata ukiwa na njaa aina gani ya uongozi, nawaomba viongozi wenzangu, Let's preach peace in our country. Tuambie Wakenya, mimi nataka na nisipopata, wewe ukipata, Mkenya amepata, tuendelee na nchi yetu, kwa sababu huwezi kuwa kiongozi kwa nguvu. Ameoa msichana kutoka Masai, chuzi kijana kutoka Kabete, Mkikuyu ameoa msichana yangu, sisi ni jamii and we must live together. and we must together must love each other And we must appreciate each other. And we must know we have no spare country. 1992, sisi kule Bungoma kulikuwa na vita baada ya uchaguzi 2007, 2008, vita ambaye ilikuwa hapa Nakuru ambaye ilikuwa Rift Valley. Vile watu waliumia, watu wakakufa. We bear a true testimony on how tribal clashes can bring the economy of an area back to square zero. We cannot allow ourselves to go back to those days. Tukuje pamoja, tupendane na tuache ukabila. Na Father, pia sisi tuko tu hapo, sababu kama kuna watu ambao wanaelewa effect na impact ya ukabila na kugawanya watu ni watu wa Njoro hapa. That's why pia sisi tunaungana na fadha kukondemu na kushitumu wale ambao bado wanaishi kwa kasumba ya ukabila na tribalism na kugawanya watu wa Kenya. Watu kama hao hawa hawahitaji kukua karibu na uongozi.